Kichwa changu cha somo kinasema Bwana Yesu ndiye tumaini pekee. Bwana Yesu ndiye tumaini pekee. Ah, Zaburi ya 34 mstari ule wa wa nane, Biblia Biblia inasema onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Heri mtu yule anayemtumaini. Lakini Zaburi 37 mstari wa tano anasema umkabidhi Bwana Yesu njia yako, pia umtumaini naye atafanya Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Hapa duniani hakuna mahali pengine ambako unaweza kuweka tumaini zaidi ya kwa Yesu. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa Yesu ni mahali sahihi, ni mahali pa pekee pa kuweka tumaini lako. na kwenye maisha yako, usidhubutu kuweka tumaini mahali pengine. Bwana Yesu watukuzwe. Amen. Huwezi kufanikiwa. Usidhubutu kuweka tumaini mahali pengine. Yesu peke yake umwekee tumaini. Kuna watu wameweka tumaini lao kwa ndugu. Kuna watu wameweka tumaini lao kwa marafiki. Kuna watu wameweka tumaini lao kwenye fedha. Kuna watu wameweka tumaini lao kwenye magari. Kuna watu wameweka tumaini lao kwenye biashara walizonazo. Ndio. Mwishowe wakafa. Mwishowe wakaharibikiwa. Lakini hakuna mtu aliyeweka tumaini kwa Yesu akaharibikiwa. Amen. Wewe ukaweka tumaini kwa Yesu akaharibikiwa. Amen. Lazima apokee baraka bwana. Bwana Yesu Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe. Ndio maana Zaburi ya 37 mstari wa tano anasema umkabidhi Bwana Yesu njia zako, pia umtumaini yeye, naye atafanya. Bwana Yesu atukuzwe. Watu wengi wamepeleka miili yao tu madaa mili yao tu kwa Yesu. Lakini tumaini la moyo wake liko kuihima. Tumaini la maisha yake liko mahali pengine. Ndio maana mtu ni Mkristo, mtu ameokoka. Lakini irithi ya achi, kwenda kwa mganga achi, kutambika achi. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu, hakuna tumaini lingine. Asikudanganye mtu, hakuna tumaini lingine Amen. Bwana Yesu atukuzwe Amen. Uliza watu wenye pesa, kuna watu wana mamilioni mabilioni, na wameziwekea tumaini, lakini wengine wame wamekufa wameziacha, wengine wamenyimwa kula vyakula mbalimbali, wengine wamenyimwa kuishi kwenye nyumba zao wengine wamenyima akulaa hata kwenye vitanda vyao vitengeneza kwa pesa zao. Bwana Yesu watukuzwe Amen. Amen. Unapoweka tumaini kwa Yesu, Yesu ana mipaka, utaishi popote, utakula chochote, utafanya chochote na kitafanikiwa. Lakini ukiweka tumaini kwa mwanadamu, ukiweka tumaini kwa mganga wa kienyeji, ukapewa masharti Usilale kitandani. Ulale sakafuni. Ulale chooni. Usilale ume ume, ume ume umejinyoosha. Lala na ubavu. Maisha yako kae tu. Usivae nguo hii, usivae Atakuambia usifanye hivi, Khabis. Usikae hivi. Usitembee muda huu. Usile hichi. Ataweka masharti kwako, lakini Yesu hana masharti. Ukiwa kwa Yesu ni amani. Ukiweka tumaini lako kwa Yesu ni amani, hakuna huzuni, hakuna mabaya Kusimama kwako. Amen. Watu wanatembea na uharibifu kwa sababu wameweka tumaini kwa wanadamu. Amen. Bwana Yesu atukusanye. Amen. Mwingine ameweka tumaini kwenye fedha. Ndio. Anajua ntatibiwa. Ntaenda India. Ntaenda South Africa. Ntaenda sijui Kenya. Ninayo pesa. Nina daktari wangu ntamlipa pesa yoyote. Wamesahau Yesu ni tumaini peke yake. Amen. Yesu ni tumaini peke yake. Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya. Tusome Zaburi 125. Tusome zaburi Tusome Zaburi 125 na ule mstari wa kwanza. Zaburi No. Zaburi ya 125 mstari wa kwanza. Tusome Zaburi ya 125 mstari wa kwanza, na soma kwa jina la Yesu Kristo Mungu Mkuu. Amen. Wa mtumainio Bwana Yesu ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika, wakaa milele. Amen. Bwana Yesu tukuzwe. Amen. Zaburi hii ni tamu ukisoma kwa kutafakari. Anasema, wa mtumainio Bwana Yesu ni kama mlima Sayuni. Tena anasema ambao hautatikisika. Naomba, ukiweka tumaini kwa Yesu, hakuna kutikisika. Dunia itatikisika, matajiri watatikisika, yes. Watu wa dunia watatikisika. Amen. Lakini hautatikisika, hata itokee changamoto gani, hautatikisika. Biblia inasema wewe ni kama mlima. Bwana Yesu atukuzwe, amen. Nitaishije sasa? Nitakaaje sasa? Mtu mwenye tumaini anavya majuto? Bwana Yesu atukuzwe. Mtu ambaye anatumaini hana kujuta ndani yake. Bwana Yesu atukuzwe. Mtu ambaye hana tumaini anajuta, anasema itakuwaje? kwa nini hivi, singe kuwa hivi? Bwana Yesu atukuzwe. Jifunze kumwekea Yesu tumaini. kwa kwa nini tunaweka tumaini kwa Yesu Yesu. Jambo la kwanza Yesu ni wa milele. Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Yesu ni wa milele. Ndio. Ana mwisho. Twende haraka Waebrania saba na ule mstari wa tatu. Waebrania sura ya saba mstari wa tatu nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Amen. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake. Bali amefananishwa na mwana wa Mungu. Huyo adumu kuhani milele. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Huyo ni Bwana Yesu. Ana mwanzo, ana mwisho. Ndio. Lakini anasema adumu milele. Amen. Ukiweka tumaini kwa Yesu, hata vitu unavyovipata vitadumu. Amen. Hata vitu unavyovipata vitadumu. Amen. Unavyovipata vitadumu. Yesu atukuzwe. Amen. Yesu ni wa milele. Amen. Chochote macho kipata kwa Yesu kinadumu. Amen. Kinakuwa cha vizazi na vizazi. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Lakini tunaweka tumaini kwa Yesu kwa sababu hachoki. Hachoki. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ngusa jirani yako, mwambie wanadamu wanachoka. Wanadamu wanachoka. Mwambie tena wanadamu wanachoka wanadamu wanachoka. Kuna mtu anasema bila fulani siwezi kuishi, bila fulani siwezi kuishi. Wanadamu wanachoka. Yesu hajawahi kuchoka. Haleluya, haleluya, amen. Amen, wanadamu watakuchoka. Ndio, wanadamu wanaweza kukuchoka kabisa. Hata mama mzazi alikubeba miezi tisa, anaweza kukuchoka lakini Yesu hachoki. Amin. Yesu achoki. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Hebu fikirie mwanamke amebeba mimba miezi tisa inatimia kabisa. Mtoto anatoka anamweka kwenye kiroba anamweka pembeni ya barabara. Mwanadamu anachoka. Ndio. Mwanadamu anaweza kukuacha kabisa. Mwanadamu anaweza kukimbia. Ndio. Lakini Yesu hajawahi kimbia mtu. Amen. Choka. Amen. Ukiweka tumaini kwa Yesu, ukiweka tumaini kwa Yesu unayo maisha. Amen. una maisha ya milele Amen. una maisha ya kudumu Amen. una garanti kwa sababu ni kwa mtu ambaye hachoki. Haleluya! ukiweka kwa mwanadamu, mwanadamu anaweza akakuacha, anaweza akafa lakini Yesu hajawahi kuchoka. Isaya 40 mstari wa 28, Isaya 40, tusome pale mara moja. Isaya 40. mstari wa 28 pale chap chap. Isaya sura ya 40 mstari wa 28 Nasoma kwa jina la Yesu Kristo, Mungu mkuu. mm -hmm. Je, wewe ukujua ukusikia, yeye Mungu wa milele, Bwana Yesu muumba mishi ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Haleluya, anasema hazimii wala hachoki Amen. Huyo ni Bwana Yesu Amen. ukiweka unauhakika, hakuna kuchoka, hakuna kuzimia, hakuna kusema imetosha kwake. Ni mbele kwa mbele. Bwana Yesu atukuzwe. Weka tumaini kwa Yesu. Lakini namba tatu, ukiweka tumaini kwa Yesu unauhakika wa kupokea, unauhakika wa kupokea. Kitabu cha Mathayo 19, mstari wa 26. 9, 29, 26. Matayo sura ya 19 mstari wa ishirini na sita nitasoma kwa jina la Yesu Kristo, Mungu mkuu. Yesu akawakazia macho akawaambia, kwa, kwa, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yawezekana. Amen. Bwana Yesu tukuzwe lakini pia ukisoma kile kitabu cha Marko 10:27 utaona kwa wanadamu haiwezekani. Hebu fikiria umemwekea mwanadamu tumaini, alafu Yesu anasema kwa wanadamu haiwezekani. Wa kumbe kuna mambo ambayo ukiweka tumaini kwa mwanadamu hayawezekani, ukiweka tumaini hata hospitalini hayawezekani, lakini ukiweka tumaini kwa Yesu anasema yote yanawezekana. Amen, yote yanawezekana. Umeambiwa huu hautibiki, huu hauwezi kupona, ukija kwa Yesu, Yesu anasema yote yana uwezekano, yote yana uwezekano, Bwana Yesu atukuzwe, Amen. Iko faida ya kuweka tumaini kwa Yesu. Ondoa tumaini kwa wanadamu, ondoa tumaini kwa watu. Ukiweka tumaini hata kwa daktari, kuna watu wameweka matumaini yao kwa daktari. Daktari wangu yu ni mzuri amatimu akikutibu, lazima upone Atakwambia, hii hii aise, unakufa hii siwezi. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Akikwambia hivyo unaanguka. Kwa nini? Uliweka tumaini. Ndio. Lakini unapokuja kwa Yesu, Yesu anakwambia yote yanawezekana. Amen. Yote yanawezekana. Amen. Yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Amen. Lakini namba 4 ukiweka tumaini kwa Yesu, haageuki, hana kugeuka kigeugeu wanadamu wanageuka, wanadamu wanageuka, wanadamu wanageuka kabisa. Maana unaweza ukaolewa mtu akakupenda akakwambia maneno mazuri, akakupa kila kitu, lakini siku moja akakufukuza kabisa. Siku moja akakwambia toka, siku tatu siku moja akakwambia ufai. Kwa nini? Wanadamu wanageuka, Yesu ageuke. Amen. Yesu ageuke. Yesu ageuke. Ukimtumaini Yesu, ukiweka tumaini kwa Yesu, hata kama mwanadamu aseme nini, hutachoka, hutaanguka, hutatetereka, lazima ushinde, lazima ushinde. Bwana Yesu tukuzwe. Weka tumaini kwa Yesu. Amen. Weka tumaini kwa Yesu. Amen. Omba tumaini kwa wanadamu, ndio Waraka wa Yakobo sura ya kwanza mstari wa 17 utaona pale kwamba hakuna Yesu, hageuki geuki, hana kigeugeu, akisema ndio ni ndio, akisema hapana ni hapana, anada hapana na ndio. Bwana Yesu tukuzwe, hana hiyo. Lakini mwanadamu atakwambia ndio leo, ukienda kesho anakwambia hapana. Bwana Yesu tukuzwe, Bwana Yesu tukuzwe, Yesu hana. Hana hana hana ndio na hapa. Yeye yeah, akisema ndio ni ndio. Waraka wa Yakobo sura ya kwanza mstari wa 17 tusome pamoja. Waraka wa Yakobo sura ya kwanza mstari wa 17 nasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Amen. Kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili utoka juu. Ushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Hakuna kivuli cha kugeuka geuka, hakuna kugeuka geuka. Hamna leo ni blue, kesho upe, kesho mmoja ni njano, leo ni nyeupe kesho ni nyekundu. Hakuna. Mwimbaji mmoja aliimba wimbo ukanifurahisha, anasema Yesu akikupenda atoi kasoro Bwana yeah. Yesu akuzwe. Amen. Lakini mwanadamu akikupenda akakuoa au ukamwoa, mkifika huko ndani anaanza kutoa kasoro. Kumbe miguu imepinda, kumbe kidole kiko hivi, kumbe mali fulani huko hivi, kumbe una alama. Yesu akikupenda hatoi kasoro Amen. Ana kugeuka geuka. Amen. Yeye anakupenda mzima mzima hivyo hivyo hivyo Amen. Weka tumaini lako kwa Yesu. Yesu ana upendo wa kweli, ni tumaini la kweli. Bwana Yesu atukuzwe. Tena kusoma kidogo Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 16 mpaka wa 19. Pale tutaona kuna kijakazi mmoja alikuwa na pepo la uaguzi, na Biblia inasema aliwaingizia mabwana zake hela na ilikuwa ni kwa muda mrefu watu wanaenda wanaaguliwa wanatoa hela, jamaa wanaingiza hela, wakatajirika kupitia hapo. Siku moja anapita Paulo na mwenzake. Biblia nasema walipomkaribia akapiga kelele Petru. Uh, Paulo alipoona akachukia akasema Biblia nasema akakemea lile pepo la uaguzi, likatoka. Bwana Yesu atukuzwe. Wale watu ambao waliweka tumaini na walipata faida kwa lile pepo la uaguzi, Biblia nasema tumaini lao likafa, likaishia pale. Na ukiendelea okay, kusoma, wakapata hasira. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe. Wakachukia kwamba tumaini lao limeondolewa ni kuambia ukiweka tumaini kwa Yesu haliondolewe, haliondolewe. Nguvu ya Yesu haiishi. Nguvu ya mganga inaisha, nguvu ya mchawi inaisha, nguvu ya mwanadamu inaisha, nguvu ya pesa inaisha, nguvu ya utajiri inaisha, lakini nguvu ya Yesu haiishi wala, wala haipungui. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Amen. Maana yake huwezi sema Yesu aliponya nyakati zile nguvu yake imeisha, sasa ya hivi hawezi kuponya. Aah, yule aliyetenda makao nyakati zile hata leo anaweza kufanya. Amen. Yule aliyekausha kansa ya mwanamke aliyetoka na damu ya miaka 12, hata leo anaweza kufanya. Amen. Aliyefanya barabara kwenye bahari hata leo anaweza kufanya. Amen. No, tumaini kwa Mwana. Weka tumaini kwa Yesu. Weka tumaini kwa Yesu, ondoa tumaini kwa waganga wa kienyeji, weka tumaini kwa Yesu. Bwana Yesu atukuzwe! Ukiweka tumaini kwa Yesu, Yesu ni mtetezi wako. Mithali 22 mstari wa 23. Mithali 22 mstari wa 23. Yesu ni mtetezi Mithali sura 22 mstari 23, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo, Mungu Mkuu, amen. Kwa sababu Bwana Yesu atawatetea naye atawateka uhai wao waliowateka. Amen, Bwana yesutkuz haijalishi una vita ya namna gani, haijalishi dirini kimekuinukia kwa sababu umeweka tumaini lako kwa Yesu, Yesu atakutetea Yesu ataku hata kama ni kwenye familia, hata kama ni kwa mume, ni kwa mke wako, hata kama ni kwa watoto, hata kama ni pale ofisini kwako. Amen, amen. Haijalishi ni nini kimeinuka, Biblia inasema Yesu ni mtetezi. Amen, Yesu atakutetea. Amen. Lakini sio hivyo tu, ndio anasema naye atawateka uhai wao walio Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Amen. Amen. Kisasi ni cha Yesu. Amen. Kisasi ni cha Bwana Yesu. Amen. Yesu atakutetea. Amen. Lakini lazima alipe kisasi. Ndiyo. Lazima alipe kisasi. Ndiyo. Ndio maana unaambiwa kisasi mwachie nani? Yesu. Ye Yesu. Mwachie Yesu. Kama unakubali Yesu akutetee, mwachie Yesu. Mwachie Yesu. Yeye ndiye anaweza kulipa. Bwana Yesu atukuzwe. Hallelujah. Amen.